Wananchi hawa wanadai kuwa daraja hilo ndiyo njia pekee ya kuingia katika kitongoji hicho chenye wakazi zaidi ya elfu kumi na saba, lakini pia njia pekee ya kupita ili kufuata huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo shule, hospitali na soko. Daraja lilikuwa bovu, limechakaa. Kufuatana na nguvu kazi ambayo tulikuwa nayo, muda wote tulikuwa tunachangisha shilingi elfu moja moja kwamba angalau tupate daraja angalau la kudumu mpaka pale ambapo bajeti ya serikali itakapokuwa imekamilika. Kwa muda mrefu watoto walikuwa wanavuka hapa kwenda mashuleni, shule ya sekondari Odivwawa Vwadei na shule ya msingi Mwenge. Kwa wengi walikuwa wanavuka hapa. Na mara nyingi sana wanapata adha ya kuvu, kuvunja miguu wanaingiza kwenye mbao ambazo zimeoza, miti mingi ilikuwa imeoza, kwa hiyo tukaona hapana, sio vema, tutengeneze daraja la muda wanasema wamechoka kuishi kwa hofu, huku wanawake wakifanya kazi ya kuwasindikiza watoto kila siku asubuhi wa waendapo shule, ili tu waweze kuwavusha salama. Ni kweli tumepata changamoto kubwa sana, maana kama watoto wanaenda shuleni tulikuwa mpaka tuwavushe hapa, yaani miti ilioza, watu kuumia, watoto walikuwa wanaumia, pikipiki zilikuwa hazipiti. Ndio changamoto zetu ambazo tulikuwa nazo. Tunashukuru mm, kiongozi wetu kwa kweli alipoitisha mkutano kwa kweli, tulikaa wote wananchi, wakaitikia. Na wakina mama wajawazito, tunateseka. Tunapowapeleka huko hospitalini watoto tunashindwa. Jambo la kuigwa katika viongozi, tunawapa heko, tunawapa shukurani kubwa sana moyo kutuhamasisha si wananchi, mpaka tukatoa mchango na tukashirikiana na yeye mwenyewe tukashughulikia hii daraja mpaka imekwisha, na sasa hivi tunataka imiminwe hii barabara moja kwa moja mpaka Hasanga sekondari, ndio barabara kubwa. Akina mama wanaadhaika hapa wajawazito, usiku utakuta wengine wameshajifungulia wame njiani, wengine wanakuja tu, tunakodi bajaji, wanakuja kubebwa. Kwa kweli utakuta kweli nina mzigo wangu napita hapa nashindwa pakupita nipite wapi? Daraja hili lilikuwa limeharibika lime, lime kabisa. Limebomoka na kipindi kile cha mvua lilibomoa mpaka barabara yote ikawa imebomoka. Utakuta na mzigo wangu naenda kwenye kazi huko mjini tutafanyia mjini huko. Nashindwa hata pakupita nipite wapi. Watoto kweli wanapata shida shida. Paka baba mmoja alijitokeza mwenyewe kaja kutengeneza daraja lile. Mtoto alidondoka kabisa katoto darasa la kwanza kalidondoka pakupita hamna. Inabidi sisi wazazi tuwasindikize wale watoto. Tuwasindikize, tuwavushe waende shuleni. Utakuta mi naumwa, nashindwa, watapata wapi? Mpaka wanibebe wanipeleke barabarani ndio ntapata usafiri. Huku wanakataa kuja, nasema huku hatuji. Tangia nimeingia nimepata kesi kama nne, zote za kuumia kwa kuvunjika miguu. Kwa hiyo, nikaona hapana, nikaenda kwa, nikaamua nikae na viongozi wangu kwamba jamani, hili swala ni haja kubwa sana, wananchi wanaumia, kwa sababu kama vile hatupo, lakini lazima tumwakilishe Mama Samia kwamba kazi anayoifanya ni kazi kubwa sana. Nikaona hapana, niende kupiga kelele au niende kuungana na mkuu wa wilaya tu kumwambia haya kwamba bwana, tunaadha ya wananchi wetu wanaumia mahali fulani. Serikali ya wilaya ya Mbozi haikuwaacha wananchi hawa, na huyu ni mkuu wa wilaya Mbozi, Hamadi Mbega, anafika hapa katika kuongeza ari ya wananchi hawa. Watue tu wasiwasi ndugu zangu wa maeneo haya hasa wakina mama ambao mategemea eneo hili kulivuka na watoto kwenda shule. Kama hivyo, sisi kama serikali ya wilaya <coughs> kushirikiana na mkurugenzi mtendaji wa almashauri na madiwani, mheshimiwa diwani wenu yuko hapa, tunafahamu changamoto na tuna azma na nia ya dhati kumaliza changamoto ya daraja hili. Ndugu zangu, naomba niwaambie tu kwamba serikali ya mama Samia Suluhu Hassan imeshatenga fedha kwa ajili ya kutengeneza daraja hili, sawa sawa. Mheshimiwa Rais ametenga milioni ishirini hapa kuanzia mwezi wa saba mwaka wa fedha unapokuwa unaanza sawa sawa. kwa hiyo hichi ambacho tunakifanya sisi hapa ni kufanya ufumbuzi wa muda mfupi kwa sio kwa tunataka, tumemaliza hii kazi hapana kuanzia mwezi wa saba mwaka wa fedha serikali unaanza daraja hili litajengwa na mtasahau hii changamoto ya hapa naam wanaichenjezia mama wanatuthibitishia msemo wa Kiswahili kuwa ni kweli umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Tupo tumeungana kitu kimoja kupigania tupate maendeleo ya kitongoji chetu cha Ichenjezya mama. Kwa hiyo tukiachana, nadhani unavyoona hii hamasa yote hii ni nguvu kazi ambayo tunaifanya kwa kushirikiana na wananchi kwa umoja bila kubaguana na hu. Sasa ndio mwonekano wa daraja lilojengwa na wananchi hawa kwa siku moja tu na kukamilika hapa, sasa wanavuka salama. Joyce Lyanda, habari wikendi.